Penati yangu naweza kusema kwamba ilikuwa imechukua imechukua hisia kubwa za, za watu waliokuwa kiwanjani na ambao kwa kiwanjani e, binafsi niliweza kul, kulibeba jukumu hilo katika, katika kichwa changu, kwa sababu wakati naenda naenda kupiga watu walikuwa wameshatoka kusherehekea. E, Kamala ametoka kucheza penati e, baada ya kuwa mimi natembea naelekea katika mpira niliona uwanja uko uko kimya, kwa hiyo ule ukimya E, binafsi kwangu mimi niliona kwamba na mzigo mzito wa kuweza kuubeba, wakati naenda pale ku, kucheza kupiga ile penalti. Kwanza nikamfikiria mamaesta mamaesta mamaesta, kwa sababu kwa sababu yeye yeah. E, ni, ni miongoni mwa watu ambao yeah apendi nipige penalty kwa sababu eh, inamtia ina, ina hofu inamtia hofu sana, na baada kurudi, ya kurudi alinielezea kwamba yeye alizima TV wakati mimi naenda kupiga, baadaye akapigiwa simu kwamba nimefunga.